Uh, hii ni kwa wale waliofanya au uh, waliotuma maombi yao Chuo Kikuu cha Sokoine Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, majina yenu yameweza kutoka, na haya ni majina ya walioweza kupata nafasi zile za kazi walizoweza kuziomba, na mnatakiwa kuripoti tarehe kumi na tatu mwezi huu wa kwanza elfu mbili na ukiwa na vyeti vyako halisi au original certificate. Majina yenu ni kama jinsi yanavyoonekana hapa. Kuna name, kuna post, alafu kuna duty station. Utasoma jina lako, utaangalia posti gani, alafu utaangalia station yako ya kazi au kituo cha kazi ulichoweza kupangiwa. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana hapo. Hayo ni majina ya wale <coughs> walioweza <coughs> kuitwa kazini. Hongereni sana kwa kuweza kupata nafasi hizi. Hii ni hatua ya kwanza, na kwa wewe ambao ulituma maombi na ulifanya usaili ila haukupata nafasi, usikate tamaa, endelea kuomba tena pale nafasi zitakapokuwa zimetoka, nafasi zitakapotangazwa, omba tena, usikate tamaa. Na kwa wewe ambao umepata, hongera sana, na huu ni mwanzo tu wa nafasi hizi za kazi. Kwa hiyo zingatia nidhamu katika eneo la kazi na fanya kazi kwa weledi na kwa moyo wako wote. Mungu akutangulie katika nafasi hii ukawe na kazi njema katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Hii hapa ni channel ya FEABOY, inahusiana na update zote kuhusu ajira, elimu, pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Asante na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwa kwanza, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Katika sehemu ya comment section, unaweza ukaweka comment yako pale. Asanteni na karibuni tena, tukutane katika video nyingine.